Huku wengine wakiwa katika shamra shamra na pilikapilika za sherehe za Krismasi, wengine walikuwa wakipanda mchezo mbaya, lakini siku yao ya 40 ilikuwa imewadia. Ni kisa kilichotokea katika barabara ya Kandara, eneo la Kileleshwa katika mkawa huu, ambapo jamaa hawa wawili walinaswa wakiwa na mpango wa kumpora jamaa huyu mmoja wa washukiwa akiwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kenya Methodista na mwenzake akiwa wa asili ya Kiiritria na ambaye alikuwa nchini kinyume na sheria. Katika gari lao kulikuwa na dawa za kulevya aina ya kokaina na bunduki mpya aina ya seska na risasi kumi na nne, huku polisi wakihoji kwamba huenda walimnyang'anya mtu anayemiliki kihalali. Hata hivyo, hapa Nairobi, usalama uliimarishwa, huku polisi wakionekana kulinda doria vilivyo, barabara ya Moi, Koinange, Uhuru highway na bustani ya Uhuru, polisi wakiwa macho kabisa kukabiliana na yoyote mwenye nia mbaya katika maduka makubwa tuliyotembelea, polisi wa kawaida na wa utawala pamoja na vijana wa huduma kwa taifa maarufu kama NYS vilevile walikuwa macho. Mudasia Muhambe, Citizen Pashe, Nairobi.